Wakazi wa kaunti ya Kajiado wanataka serikali ya kaunti hiyo kutilia uzito kukamilisha miradi iliyokwama na kuwalipa wanakandarasi kwenye bajeti ya mwaka ujao wa kifedha badala ya kuanza miradi mingine mipya. Wakizungumza kwenye vikao vya umma vilivyoandaliwa kwenye maeneo bunge yote matano ya Kajiado kujadili bajeti ya mwaka wa kifedha 2025/2026 wakazi wanasema miradi iliyokwama ni hasara kwa mlipa ushuru, na hivyo kuna haja ya kukamilishwa kwa miradi hiyo ilio, ili wananchi wanufaike. Robert Masai ana mengi zaidi mchakato wa kuunda bajeti ya mwaka wa kifedha wa elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita umeng'oa nanga rasmi wiki hii katika kaunti ya Kajiado. Wakazi walikongamana kuanzia Kajiado kusini, Kajiado mashariki, Kajiado ya kati, Kajiado magharibi na Kajiado kaskazini kujadili bajeti hiyo, manung'uniko kuhusu miradi iliyokwama ikitawala kwenye mikutano hizo. Hii projekti yote ambayo ikumalizwa tujaribu kumaliza wa, wale makontrakta ambao hawajalipwa pesa yao wa, wa pesa, pesa yao wamaliziwe. Tungependa tu kuomba gavana wetu hizi projects zimaliziwe ndio hata wananchi wanapokuja hapa ili participation kuja kupitisha vitu izionekane ile kitu wamekuja kufanya, isikuwe ni kuja tu tunakuja kukaa na hakuna kitu inafanywa. Tumezingatia miradi ambaye ni ya zamani, hatujatuweka miradi yoyote mpya kwa sababu miradi nyingi ili stall. Sasa imebidi tufanye tu, tumalizie zile miradi za zamani tuanze mengine mapya. Kadhalika wanasema sababu ya miradi mingi kukwama ni kucheleweshwa kwa fedha za wanakandarasi, wakisema pia bajeti hiyo inapaswa kutilia maanani namna wanakandarasi watalipwa shilingi bilioni mbili nukta tatu, ambayo ni malimbikizi ya kuanzia mwaka wa elfu mbili na kumi na nane vile wanadai county government hata contractors wanafanya kufuatwa na madeni Iko madeni ya materials na madeni ya labor ya, kwa hivyo wale contractors wakilipwa hata pesa ina, itaonekana mashinani. Hii budget tunaenda sasa, we will reduce allocation to other development to lipe hao watu. It is unfair. It is immoral. It is wrong for somebody to put his money into providing essential services alafu asilipwe pesa zake aidha wanataka bajeti hiyo iangazie namna ya kuimarisha usalama wa chakula kupiga jeki ufugaji kuboresha hadhi ya miji kwa kuhakikisha kuna maji safi na miundo msingi bora kadhalika fedha zitengwe kwenye bajeti hiyo kuwawezesha wanawake na vijana kwa kuwapa ujuzi wa kujitegemea tuko na spishi zimekuja kusumbua sana mifugo kwanza kitu kama aipomea na spishi zingine inakaa inaka kama pyrethrum hiyo species ina inamaliza nyasi hata hata sahii, ikisimama in the next 3 4 months utapata huko kumekuwa kiangazi, watu wameanza kuhama. Kwa hivyo ile kitu e, tungeomba sana ni serikali watusaidie namna kumaliza hizo e, e, species. Bajeti hiyo pia imetakiwa kuangazia namna itaimarisha sekta ya afya na elimu baada ya vikao vya wiki hii kukamilika ambapo iliongozwa na Wizara ya Fedha. Sasa itakuwa ni zamu ya bunge la kaunti ya Kajiado kuongoza vikao vingine vya umma kabla ya kuwasilisha bajeti hiyo katika bunge la kaunti ya Kajiado kujadiliwa kabla ya kuidhinishwa. Robert Masai, runinga ya Citizen, Kajiado.